Moja kati ya stori ambazo zimeonekana zikiibua hisia kubwa sana kwa wadau wa burudani ni kuhusiana na hili tamasha la Dreamville ambalo ni tamasha lililofanyika huko Marekani ambapo star muziki kutoka Nigeria Rema aliweza kutumbuiza kwenye stage hiyo ya huko Marekani, e bana, huku mic ya msanii huyu ambaye alikuwa ameishika kwenye jukwaa ikiwa imezimwa na waandaaji wa tamasha hilo. Maneno ambayo alikuwa anayazungumza kabla hata ya kuzimiwa mic, e bana, Rema aliweza kuyasema maneno haya haya matamasha Marekani e bana, ni kama yanajaribu kutuaibisha sisi wa sanii wa Afrobeat, na akawa amewataja kwamba Dreamville e bana, hamna cha kujisingizia katika hili. Sasa kupitia maneno ambayo aliweza kuyazungumza Rema e bana kwenye stage, aliweza kuzimiwa mic, na nataka nikupe time kidogo uweze kusikiliza e bana, ni nini ambacho kilikuwa kinatokea e bana pale Marekani.

So, hiyo ndo hali halisi ambayo iliweza kutokea pale Marekani na baadhi ya watu wengi sana hususan wa Afrika wengi sana wameweza kutoa mitazamo yao kwenye posto tofauti ambao zimeweza kuposta habari hii hapa, wengi wakiwa wanalalamikia bana wa Marekani baada ya tukio hili ambalo iliweza kufanyika pale bana, kuonekana wakimzimia Mike Rema kupitia show ambayo alikuwa ameweza kuifanya pale. Lakini pia imeonekana kwamba bana Rema yeye amenyimwa haki yake yeye kama msanii kwenda kuyazungumza kwa sababu aliona kama bana kuwazungumza Wow, ofisini itakuwa ni jambo gumu, kwa sababu pengine labda anaweza akawa amepishana nao, lakini aliweza kuachana moja kwa moja kwenye stage, na jambo ambalo liweza kusababisha hata yeye kuweza kuzimiwa mic baada ya kuweza kumaliza, ni kwamba e, maneno ambayo aliweza kuyasema, lakini pia e, kuweza kuzimiwa mic, watu wengi sana hususan wale ambao walikuwa pale kwenye jukwaa waliweza kunungunika sana, lakini pia e, bana hata Rema mwenyewe aliweza kuonekana akiwa na sura ambayo imeonekana kuweza kukosa nuru. Tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka chochote ambacho upo right now kulingana na hii situation ya Rema kuweza kuzimiwa mic kwenye stage, uko na mtazamo gani? Drop comment yako, kunyonja comment hapo seche, kusubscribe kwa taarifa kadha kadha, chao chao.